Hello. Hakika chochote kisichokupa changamoto hakuna cha kujifunza kwacho. Inawezekana ni kazi unayoifanya au pengine biashara. Lakini kama hakuna changamoto na inakutengenezea comfort zone, hakikisha unachana na hicho kitu ikiwa bado ni mapema. Ni kweli tunajifunza kutokana na mambo mengi tunayoyafanya na hutupatia experiences ambazo tutahitaji kuzitumia wakati wote katika maisha. Huenda ni katika kusovu baadhi ya changamoto ambazo tutakutana nazo, au katika kutatua mambo mbalimbali. Amua leo kufanya tathmini ya kile unachokifanya, ili uweze kugundua upande wa pili wa kitu husika, kama kuna kitu kinaongezeka katika maisha yako au hakuna kabisa kinachoongezeka katika maisha yako zaidi ya kukudhofisha. Chunguza na ugundue ya kwamba ni kitu, ni kitu sahihi kwa ajili ya wewe kukifanya au kuna kitu kinaongezeka katika maisha yako kupitia wewe kukifanya. usangalie tu maslahi ya kitu husika, angalia upande wa pili wa nini kinaongezeka katika maisha yako kiujumla. Unapogundua si kitu rahisi na si kitu sahihi katika maisha yako hakikisha unakiacha na huenda kwa namna moja ama nyingine kinakudhofisha wewe binafsi. Nini cha kujifunza katika makala hii? Kitu cha kwanza cha kujifunza ni fanya tathmini katika jambo unalolifanya au unalopanga kulifanya. Fanya tathmini katika jambo unalolifanya au unalopanga kulifanya. Yamkini ni biashara ama ni kazi inakulipa vizuri, lakini ukiangalia hakuna kitu chochote kinachoongezeka katika maisha yako, hakuna experiences ambayo unaipata kutokana na kufanya hicho kitu, au ni kitu ambacho unapanga kupija kukifanya kwa baadaye. Angalia nini kitaongezeka kupitia wewe ukifanya hicho kitu, usiangalia tu maslahi Angalia ni nini kitaongezeka, nini utapoteza, ni vitu gani ambavyo vitakugharimu kupitia wewe kukifanya hicho kitu, na ufanye maamuzi sahihi. Jambo la pili la kujifunza kutokana na makala hii ni kwamba, fanya maamuzi sahihi kutokana na jambo husika. Fanya maamuzi sahihi kutokana na jambo husika. Yamkini umeshaona ni kazi ama ni biashara ambayo itakuongezea kipato kikubwa itakutoa katika hali moja kwenda hali nyingine, itakutoa katika umaskini kukupeleka katika hali nzuri ambayo unahitaji, na umeshagundua ya kwamba ni kitu kizuri ama ni kitu kibaya, hakikisha unafanya maamuzi yaliyo sahihi, ili upate matokeo yaliyo sahihi. Usiache kusubscribe kama sehemu ya sapoti yako kwetu. Share, like na comments kile ulichojifunza ili tujifunze sote kwa pamoja. Asante na karibu tena.